Zaidi ya watu alfu ishirini wamekusanyika katika eneo la St Peter Square huko Vatican kutoa heshima zao za mwisho kwa Papa Francis. Hii leo ikiwa siku ya kwanza ya zoezi hilo litakaloendelea kwa siku tatu, waumini waliruhusiwa kuingia katika kanisa la St Peter Basilica kuona mwili wa Papa Francis. na kama anavyotuarifu Brenda Wanga, jeneza la Papa limewekwa mbele ya madhabahu ya kipapa kanisani humo na litatolewa Ijumaa jioni kabla ya mazishi siku ya Jumamosi. Kwa mwendo wa aste aste, wanaume kumi na wanne walibeba jeneza la Papa Francis kutoka katika makazi yake ya Santa Marta ambako aliishi kwa miaka kumi na miwili. Makadinali wakiongoza msafara wa kuusindikiza mwili wa Papa Francis kisha kufuatwa na maaskofu, mapadre na walinzi wa Uswizi waliokuwa wamevalia sare zao rasmi. Waumini na mahujaji takriban elfu ishirini ambao walikuwa wamemiminika katika uwanja wa St. Peter Square mapema asubuhi wakipokea mwili wa Papa Francis kwa makofi kama ilivyo desturi ya Kiitaliano wakati wa kuomboleza mpendwa wao. Makofi hayo yakiandamana na nyimbo za wanakwaya za kusindikiza mwili hadi kwenye kanisa la St. Peter's Basilica. Mwili huyo hatimaye ukiwekwa kwenye altari, ulinzi mkali ukizingira jeneza la Papa Francis. Muda mfupi baadaye, makadinali na viongozi wengine wa dini walihudhuria misa na kutoa rambirambi zao. Kisha waumini na mahujaji walipata fursa ya kuingia kanisani na kutoa heshima zao za mwisho, uzito wa matukio ukijidhihirisha, huku baadhi wakichukua picha za kumbukumbu kumbu. Papa Francis alifariki siku ya Jumatatu kutokana na kiharusi na mshtuko wa moyo, muda mfupi baada ya kufurahisha umma alipojitokeza hadharani siku ya Jumapili kwa Pasaka. Mwili wa Papa Francis utasalia katika kanisa la St Peters Basilica hadi Ijumaa jioni ili kutoa fursa kwa waumini kutoa heshima zao. Papa Francis atazikwa katika kanisa la St Mary Meja badala ya kwenye makaburi ya St Peters Basilica ambapo watangulizi wake wamezikwa. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.